Biashara wa bodaboda kutoka eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega wametishia kuandamana ikiwa serikali ya kaunti ikiongozwa na Gavana Fernandes Barasa haitawapea vyeti vyao walivyopata baada ya kuhitimu kuwa madereva. Wakizungumza na idhaa hii baada ya mkutano uliowaleta pamoja viongozi wa bodaboda wakiongozwa na mwenyekiti wao Boniface Shinyika, wanasema gavana huyu amekuwa akiwatumia wakati anazuru eneo hilo. Kisha wanasaulika wakitai hawatakubali kutumiwa kama chombo kupitisha mkutano wa gavana huyo. Bodaboda boda ambao wamesoma li driving license yes, wamesoma na hawakupewa license yes. Tunashangaa, kwani utaweza kusoma bila license? Utakuwa kama utakuwa ni kama hujasoma yes. Na hiyo financial hii ambayo ilipita ikaenda namna hiyo ingine ndio hii imefika yes. Kwa hivyo tunashangaa kama mtindo ni uleule ule ama namna gani, tukichoka yeah. Na na, sana na, wakati tunaenda tukichoka, mheshimiwa Governor. Sisi wenyewe tutaanza kukublock wakati unakuja, tunablock wewe wakati unakuja hapa Malava. Sisi tunatumika kama kuku, watu wa kukuleta tu, lakini hau, hau, hakuna mpango wenye umetupatia sisi kama wanapotapota. Pia viongozi hao wamesema gavana amekuwa akiahidi kukamilisha baadhi ya miradi eneo hilo ikiwemo kampuni ya maziwa na ujenzi wa manispaa ya Malava, ila kufikia sasa miaka mitatu imepita hajatimiza mratu wowote wa wakilaumu wandani wake kuwazuia wa kumfikishia vilio vyao. Tumepewa munisipaliti hapa Malava, ile munisipaliti tumepewa tu china, lakini Malava ingali chinzi ilivyo. Malava kuna matopa hapa kwa soko, kuna mambo mbaya, kuna vitu ambayo haionyeshi ya kwamba Malava ni munisipaliti. Panga ya kutoa pesa Tumeenda hapo tumbeni, amesema hiyo kiwanda inafunguliwa yeah. Tumeona hiyo kiwanda ni ng'ombe tu wanakula hapo yeah. so. Nyasi sasa, sisi tunashangaa, wewe vytukava na sabula unatoka wapi, unaenda wapi? oh. oh. Aidha, wametumia fursa hiyo kwa rahi viongozi mbalimbali kuwasaidia, ili waendeleze miradi yao ya kubadilisha maisha yao. Kya viongozi wote kuja kusimama na sisi kama wanabodaboda yeah. Sami Hionga, kaunti ya Kakamega.